Tunaingia Tanga, mji wa Tanga. Wallahi wa billahi wa tallahi, tumekwenda Zaharau mwalimu, tumekwenda pale kwenye kuba ya shekhe, tukamzuru mzee pale, na tulichoma udi huu, mmoja katoka nao Maka yule bwana, udi ambao unakaa masaa matano. Ukichoma unakaa masaa ngapi? Matano. Katika moja ya ajabu niliyoiona kwa kiumbe yule ni wanafunzi wamelala pale chuoni, achukua pesa, nikaambia mwalimu, si naweza tukastukiwa, tukaambia tuka hawa wezi, labda pengine tuna, tuna, tunawaibia pesa wanafunzi. Walikuwa takriban kama kumi na hivi, shilingi elfu kumi kumi anazichomeka kwenye mtu, anakuja kuamka asubuhi anakutana na shilingi elfu kumi na ile maisha ya chuoni, mnayejua namna ilivyo ende sasa kwenye shughuli kule, kwenda kwenye shughuli kufika pale ambako bwana urudi pale barabara ishirini, hoteli pale, akachukua room kumi, laki moja moja, katika room kumi ni milioni moja. Baadaye ndio chukua mashekhe, wakafanyaje? Wakalale, hatuna haja na fedha, tuna haja na uchamungu. Tutoeni fedha kwa ajili ya hiki ambacho kwamba kilichotangazwa Niwaombe watu watoe kwanza, zipatikane noti aina ya hizi nilizoshika hapa mkononi hizi noti. Hebu iwe hivi, huyu bwana amesema hivi, wazee wetu wao walikilima eka hii moja, alafu wanapata chakula cha mwaka. Ndio maana nikasema hivi kama tulikuwa tuko hadhiri maneno yaliyozungumzwa hapa, mimi si nitopata tabu sasa, he? Sasa toa noti yako ya shilingi elfu kumi alafu, kisha baada ya hapo tia nia ya mambo yako yote iwe kwamba nia hii wazazi wangu, ya rab, kila wakati naopeleka hospitali wanaumwa. Ya rab, natoa sadaka yangu hii, ebu waondolee maradhi, ya rab mawingu haya yanaozunguka zunguka, basi yaje na mvua yenye baraka, kipatikana chakula ambacho kamba na kilimo chake ni eka moja, lakini tule mwaka mzima. Nawaomba watu hawa wajitokeze. Mdogo wangu ananambia eh. <laughs> Naam. Naomba watu wapatikane.